Maana wachimbaji wadogo wanapata mahali pao, wakianza kuchimba, anakuja mtu anasema, mimi na leseni. Na leseni yenyewe ameipata kwa magendo tena karakara, anawaambia wale vijana wanaochimba pale, ondoke. Na leseni yenyewe ameipata kwa magendo tena karakara, anawaambia wale vijana wanaochimba pale, ondoke. Na kweli walikuwa wakati wote ni wakimbizi katika nchi yao. Rais Samia amesema wapewe maeneo na yawe yao na ya kudumu. Hapo vipi? Na tunawaambia kuna kukimbiza kimbiza wachimbaji wadogo. Tunakwenda kwa watu, tunakuta shamba, mmiliki wa shamba tunafanya naye kazi kwa mfumo mmoja. Mfumo wa pili, sisi tunaenda kuchukua coordinates, tukishachukua coordinates tumemtupa nje mmiliki wa shamba. Anafidiwa, anabaki yeye kuwa masikini. Mji huu wakati unaingia umeuona, migodi inayozunguka hapa takribani tisa, migodi midogo midogo. Na sera hiyo ikaboreshe tu, ili iongeze matunda zaidi. Mchakatabu wa madini ame, ameboresha kwenye hususani kwenye jeni madini yalikuwa yanatoroshwa, ila sasa hivi iko vizuri, serikali inapata haki yake Mchimbaji anapata haki yake. Shughuli za wachimbaji wadogo wadogo katika wilaya yetu ya Kahama paka imefikia sehemu, wilaya ya Kahama inaitwa mkoa wa kimadini. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu jinsi ambavyo daktari wetu Samia Suluhu Hassan alivyoweza kuboresha katika sekta hiyo ya uchimbaji.